ni Zaburi ya mia moja ishirini na tano. Biblia inasema kwa mtumaini yao Bwana ni kama mlima Sayuni hautatingisika waka milele. Mstari wa pili, Biblia inasema kama vile milima inavyozunguka Yerusalemu ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake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 wengine wanaenda kwa njia ya makanisa hai zaidi. Habari njema ni ya kwamba tuko na njia. Yesu akasema aore akoman akosopon